DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Hivi sasa ni saa 12 kamili hapo Afrika Mashariki na hapa Ujerumani sasa ni saa kumi alfajiri. Karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Zainab Aziz ninayekukaribisha kwa niaba ya wenzangu wote, DW habari za Ulimwengu. Msomaji mm, ni Silvia Mwehozi. Kwanza habari kwa ufupi. Umoja wa Ulaya washindwa kufikia makubaliano juu ya kupeleka kikosi cha kulinda amani nchini Ukraine. Rais Vladimir Putin apendekeza Ukraini iwekwe chini ya utawala wa muda wa Umoja wa Mataifa na mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa nchini Kongo asema waasi wa M23 wanatishia kupanua mashambulizi katika majimbo mengine mawili. <mimitation> habari kamili. Paris: mkutano wa kilele wa washirika wa Ukraini uliofanyika mjini Paris umeshindwa kufikia makubaliano juu ya kupeleka vikosi vya Ulaya ili kupata usitishaji vita siku zijazo kati ya Ukraini na Urusi. Pendekezo hilo la kutumwa kwa wanajeshi wa Ulaya lilitolewa na Uingereza na Ufaransa kwa mujibu wa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Pendekezo hilo la wanajeshi wa Ulaya linapigiwa upatu na Ukraine na limetambuliwa na nchi kadhaa wanachama ambao wameonyesha nia ya kujiunga, licha ya kwamba halikuweza kupitishwa. Macron ameongeza kuwa wakuu wa majeshi kutoka Ufaransa na Uingereza watasafiri kwenda Ukraini katika siku chache zijazo kutathimini mahitaji ya kijeshi ambayo Ulaya inaweza kusaidia. Kansela wa Ujerumani anayeondoka madarakani Olaf Scholz kwa mara nyingine alitoa tahadhari kuhusu ushiriki wa Ujerumani katika kikosi cha kulinda amani nchini Ukraine. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amependekeza kuwa Ukraine inawezwa kuwekwa chini ya mfumo wa utawala wa muda wa Umoja wa Mataifa ili kuruhusu uchaguzi mpya na kutiwa saini kwa makubaliano muhimu kwa lengo la kufikia suluhu ya vita. Taarifa hizo ni kwa mujibu wa mashirika ya habari ya Urusi kama yalivyoripoti mapema leo Ijumaa. Putin ametoa maoni hayo wakati wa ziara yake katika bandari ya kaskazini ya Murmanski. Amesema pia kwamba Urusi inapiga hatua taratibu lakini kwa ujasiri kuelekea kufikiwa kwa malengo yake katika mzozo wa zaidi ya miaka mitatu nchini Ukraine. Muhula wa kawaida wa rais Volodimir Zelenski madarakani ulimalizika Mei May mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Hata hivyo hakuna uchaguzi unaoweza kufanyika kutokana na sheria ya kijeshi ambayo imekuwapo kwa miaka mitatu. Umoja wa Mataifa. Mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa nchini Kongo Bintu Keita amelieleza Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwamba waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda hivi sasa wanadhibiti sehemu kubwa za mashariki mwa Kongo katika majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini afisa huyo anayeongoza ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Congo, MONUSCO, alisema muungano wa AFC na waasi wa M 23 unatishia kupanua mashambulizi yake katika majimbo mawili ya Chopo na Manyema. Aidha, pia afisa huyo amesema hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya kwa maelfu ya Wakongomani wanaokimbia mashambulizi ya M 23 na kutaja ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na ukatili. Licha ya juhudi za kikanda na kimataifa, wito wa kusitisha mapigano mara moja na bila masharti bado haujazingatiwa. Nuuk, Greenland. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance anatarajiwa kuzuru kambi ya kijeshi ya Marekani huko Greenland leo Ijumaa. Ziara hiyo inatazamwa na Denmark na Greenland kama kitendo cha kichokozi, wakati rais Donald Trump akijaribu kutoa eneo hilo la Denmark. Trump alisisitiza siku ya Jumatano kwamba Marekani inahitaji kisiwa hicho kikubwa cha Arctic kwa usalama wa kitaifa na kimataifa, lakini hapo awali alikuwa amekataa matumizi ya nguvu ili kukipata. Maafisa wa Denmark na Greenland wakiungwa mkono na Umoja wa Ulaya wamesisitiza kwamba hilo halitofanikiwa. Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen alishtumu mipango ya wajumbe wa Marekani kutembelea Greenland bila mwaliko, akiitaja kama shinikizo lisilokubalika kwa Greenland na Denmark. Vance atakutana na maafisa wa kijeshi wa Marekani na kupokea ripoti ya usalama kuhusu Greenland. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Juba, Chama kikuu cha upinzani nchini Sudan Kusini kimesema kuwa makubaliano ya amani yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka mitano yamesambaratika kufuatia kukamatwa kwa kiongozi wake Riek Machar hapo jana. Naibu mwenyekiti wa chama hicho Oyeti Natanael Pierenio alisema katika taarifa kwamba makubaliano hayo yamefutwa na kwamba kukamatwa kwa Machar kunaonyesha ukosefu wa nia njema ya kisiasa kufikia amani na utulivu. Umoja wa Mataifa ulionya siku ya Jumatatu kwamba nchi hiyo inaelekea ukingoni mwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyozuka upya kufuatia mapigano kaskazini kati ya kundi lenye silaha linalomuunga mkono Machar na vikosi vya serikali. Umoja wa Afrika nao umeelezea wasiwasi mkubwa kufuatia kukamatwa kwa makamu wa kwanza wa rais wa Sudani kusini Riek Machar na kuzitaka pande zinazohasimiana kupunguza mvutano huo. Kartum, vikosi vya wanamgambo wa RSF vya nchini Sudani vimeapa kwamba haviturudi nyuma wala kujisalimisha baada ya jeshi la nchi hiyo kuchukua tena udhibiti wa mji mkuu wa Khartoum. Katika maoni yake ya kwanza tangu kukamatwa kwa ikulu ya rais mjini Khartoum, RSF imesema kwamba vikosi vyake havijapoteza mapigano bali vinajipanga upya kimkakati. Hapo jana mkuu wa jeshi la nchi hiyo na kiongozi wa Sudan Abdel Fattah Al-Burhan alitangaza kutokea makazi ya rais akisema kwamba Khartoum imekombolewa jana pia jeshi la Sudani lilishambulia sehemu ya mji pacha wa Khartum wa Omdomani katika vita ambavyo vimedumu kwa miaka miwili. Vita vya Sudani vimeua maelfu ya watu na kusababisha wengine milioni kumi na mbili kukimbia makazi yao kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa. Na hatimaye ni Sanaa, Mashambulizi ya anga yanayoshukiwa kuwa ya Marekani yameripotiwa katika maeneo mengi ya Yemen yanayodhibitiwa na waasi wa Kihuthi mapema leo Ijumaa, ikiwa ni pamoja na vitongoji katika mji mkuu wa Sanaa ripoti za awali kutoka kwa shirika la habari la Saba linalodhibitiwa na wahuthi zimesema mtu mmoja pekee amejeruhiwa katika mashambulizi ya Ijumaa katika mji mkuu wa Yemen Sana ambao unashikiliwa na waasi tangu elfu mbili na kumi na nne. Mashambulizi mengine yalitokea karibu na mji wa bandari wa Hodeida ambao ni ngome ya waasi wa Sada na katika majimbo ya Aljafu na Amran nchini Yemen. Msikilizaji, na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW.